fala yunfiqu zakata malihi akawa mtu si mwenye kutoa zaka ya mali yake fahadhihi kabiratun min kaba'iri dhunub hili ni dhambi kubwa katika madhambi yaliyokuwa makubwa mtu mwenye mali kutokutoa zaka ya mali yake itakapokuwa mali hiyo imefikia kiwango cha utoaji wa zaka, na tulielezea katika majlisi ya kwanza katika mlango huu kwamba hapa tunachokisoma katika huu mlango tunasoma jerima, tunafundishwa kufahamu ya kwamba kutokutoa zaka ni dhambi kubwa na tunaangalia baadhi ya nusus, baadhi ya dalili min alkitabi wasunnati, katika kitabu kadhalika na katika sunna za mtume alaihi salam, zinazoonesha hatari na ubaya wa dhambi hili la kuziwia zaka ya mali. Na katika huu mlango hatusomi aina za zaka na viwango vyake kwamba yatolewa kiasi gani na mtu awe na kiasi gani ndio apaswa kutoa zaka. Haya hatusomi katika mlango huu, haya tutakuja kuyasoma biidhinillahi tabaraka wa taala katika milango mingine haya, katika milango ya fiqhi. Ama hapa tunasoma dalili zinazozungumzia madhara ya watu wenye mali wakaziwia kutoa mali wakaziwia kutoa zaka ya mali zao. Tulichukua nusu ya mlango huu tukawa tumeona adila, baada ya kuelezea maana ya zaka, lakini pia tukataja akuwali za ahlulilmi katika kuelezea hukumu ya mtu mwenye kuziwia zaka, mtu asiyotoa zaka tukawa tumetaja

Lakini hapa Imam rahimahullahu taala aliweka sehemu na kipande katika hadithi ambacho kipande hiki alikuwa anakusudia kusimamishia hujja juu ya jambo hili la utoaji wa zaka na madhara kwa yule asiyotoa zaka ya mali yake. Hadithi ya pili.

akasema maneno haya, wallahi, na hapa kwa jina la Allah, lau manauni anaqan, lau watu hawa wataninyima mimi mtoto mdogo wangamia. Anaqan ni, ni kinda yani kitoto kidogo cha mnyama

wakati wa Mtume sala llahu alaihi wasalam, kanu yuaddunaha, walikuwa wakimtoa mnyama huyo mdogo kumpa Mtume sala llahu alaihi wasalam, ikiwa ni zaka ya mali yao. Iwapo wataninyima, kwa maana wakaziwia, wakakataa kutowa zaka hiyo, hata kama ni mnyama mdogo ambaye walikuwa wakimtoa wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, laqataltuhum ala maniha, nitawapiga vita watu hao juu ya kitendo cha wao kumziwia mnyama huyo, nitawapiga vita watu hao juu ya kitendo cha wao kuziwia zaka hiyo.

na umuhimu jambo la utoaji wa zaka, kwa sababu baada ya kufa mtume alaihi salam baadhi ya watu walirudi nyuma, ikiwemo katika ya ibada ya utoaji wa zaka. Abubakari ni Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ndio akawatangazia vita kwamba yoyote atakayeziwia kutoa zaka ya mali yake, ima ni wanyama au ni mali zingine, hali ya kuwa alikuwa anatoa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakayeacha kutoa zaka kisa kwa sababu mtume amekufa alaihi salam, basi yafahamu ya kwamba huyo nitadili naye ntampiga vita mpaka nihakikishe iwatoa zaka ya mali yake, kwa hata kama wataziwia kutoa zaka ya wanyama wadogo ambao walikuwa wakimpelekea waki mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam wanyama hao, Abubakar ni Siddiq akawatangazia vita kwamba, la qataltuhum ala man'iha, kwa hakika nitawapiga vita watu hao kwa kuziwia kwao zaka ya mali zao. Abubakar Siddiq anaeleza katika haya maneno kuonesha kwamba adhabu ya mtu anayeziwia zaka ya mali yake, kwanza anaadhibiwa hapa hapa duniani. Katika adhabu zake ni kupigwa vita, katika adhabu zake annahu yuqatal, <coughs> anapigwa vita na hii wanasema ulamaa kuwa ni uqubatun dunyawiya, ni adhabu ambayo anastahiki mtu kuipata hapa duniani. Ndiyo maana tunaona maneno haya yalivyokuwa makali, kwamba lau kama wataninyima kutoa mnyama ambaye walikuwa wakimtoa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu hao ningewapiga vita, ningewapiga vita kwa kitendo cha wao kuziwia na kuto kutoa zaka ya wanyama wao. Na hii wanasema ahlulilmi kuwa ni uquba, ni adhabu ambayo anastahiki kuipata mtu ambaye hayupo katika qabdatul imam, hayupo chini ya utawala wa imamu, yani kiongozi wa Waislamu, kwamba mtu anayekuwa anaziwia zaka anatakiwa apigwe vita kwa yeye kuziwia ya mali yake kuitolea zaka, na tutakujaona maelezo hapa mbele yule ambaye anayeziwia zaka ya mali yake akiwa chini ya imamu ni ipi hukumu yake anafanywaje? Tutakuja kuona maelezo yake hapa mbele. Lakini pia haya maneno Abubakari ni Siddiq radhiyallahu ta'ala an aliyasema akiwa ni khalifa, akiwa ni kiongozi wa Waislamu, na ndio maana akawatangazia vita watu wenye kuziwia, wenye kuziwia kutoa zaka kama alivyotangaza vita na akapigana na watu ambao waliothubutu kurudi nyuma wakartadi eh, kutoka katika Uislamu baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi alaihi wasallam. Qala <coughs> Allahu ta'ala, asema Allah mtukufu

Baada ya kuleta athari hii ya Abubakari ni Siddiq inayoonesha alivyopigana vita na watu wenye kuzuia zaka, akaweka maneno ya Allah tabaraka wa taala yanawatahadharisha waislamu wanaoziwia ya zaka ya mali zao bukhulan, kwa sababu ya ubakhili

ni kheri kwa wao, wasidhani ya kwamba kufanya hivyo ni kheri kwa wao, ni salama kwa wao. Bal huwa sharrun lahum, bali jambo hilo ni shari, jambo hilo ni baya kwa wao, ai fi ldunya wal akhirah, jambo hilo ni hatari, ni shari

wakazifanyia ubahili mali hizo, zitakuwa ni kitanzi cha moto kitakachofungwa katika shingo zao siku ya Kiyama. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yauma alqiyama, kwani mali hizo walizozifanyia ubahili zitakuwa ni kitanzi cha moto kitakachofungwa katika shingo zao siku ya kiyama. Allah tabaraka wataala anabainisha katika maneno yake haya matukufu, kuonesha hatari na madhara ya watu wanaoziwia zaka ya mali yao, bukhulan, kwa ubakhili. Akasema ya kwamba wasidhani kwamba jambo hilo ni salama kwa wao, wasione vile wanavyofanya ubakhili Hawatowi zaka ya mali zao, wanaona wanazidi kulimbikiza mali zao. Wasidhani kwamba jambo hilo ni heri, ni salama, ni jambo jema katika maisha yao haya ya dunia, kadhalika na akhera. Bali uhalisia ni kinyume chake, bali huwa sharun lahum, bali kufanya hivyo ni shari kwa wao, ni hatari kwaowao

Mtu anapokuwa hatoi zaka ya mali yake ananyimwa baraka na kheri za utowaji wa zaka, kwa sababu kati ya kutoa zaka ya mali yako, fihi alkhairu walbaraka, kuna kheri nyingi na baraka tele ambazo mtu anazipata pale anapotoa zaka ya mali yake. Kwa hiyo mtu anapoziwia zaka ya mali yake ananyimwa kheri hizo. Hii ni shari kwake yeye, lakini pia mtu huyo anastahiki kuadhibiwa hapa duniani kama tulivyoona katika athari nisiddiq ya Abubakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala an kwamba anayeziwia zaka ya mali yake yuwapigwa vita. Katika adhabu zake adduniawia, anastahiki kupigwa vita, lakini si hivyo tu, anastahiki kuchukuliwa mali yake biquwa, kwa nguvu kama tutakavyoona katika hadithi inayofuata hapa. Hizi ni katika shari na, na balaa ambazo mtu huyo anakutana nazo hapa duniani. Bal huwa sharrun lahum, bali jambo hilo ni hatari kwa wao hapa duniani, kama tulivyoona kadhalika, na akhira kama anavyoeleza Allah tabaraka wa taala kuonesha adhabu watakaokutana nayo huko akhera, kwamba hizi mali walizozikusanya na wakazifanyia ubakhili wakawa hawakuzitolea zaka zitakuwa ni kitanzi cha moto, zitafanywa kuwa ni kitanzi cha moto chenye kufungwa katika shingo zao. sayutawaquna ma bakhilu bihi yauma alqiyama, mali zao hizo ambazo wamezikusanya na kuzifanyia ubakhili zitakuwa ni kitanzi cha moto kitakachofungwa katika shingo zao. Hii ni adhabu ambayo mtu atakutana nayo siku ya kiyama, nasalu Llaha assalamata walafiya wassadad wal